Pale ulipo, tunaamini usiku uh, wa leo una uzima na afya tele. Leo tumekutana tena kwa mara nyingine katika kipindi cha matendo makuu ya Mungu mm -hmm. Niko hapa na mwenzangu Latness Jerry. Mimi ni Ram Vigeze balozi, shalom. Na na shalom uko vizuri, uko vizuri. Yes, tuko tena hapa bwana. Unafahamu uh, kabisa lazima tuendelee kuwafahamisha watu kwa habari ya yale yanayotendeka kwenye madhabahu kwa sababu pale madhabahuni ni mambo mengi sana yanatendeka na amekuwa baraka kwa watu Yes. kwa nini? Kwa sababu Yesu yupo ndani ya mtume, mm -hmm. yaani yupo ndani yake. Ndio maana kinachotendeka ni Yesu anafanya. Yes. Ehe, na unajua mtu mtu, mtu anaweza asielewe kwamba yukoje ndani ya mtume tena, akati unajua Yesu Kristo yuko mbinguni inakuwaje? Yesu Kristo, Bwana yupo kila mahali, na Yesu huwezi kumuona kwa macho ya mwili na nyama. mm -hmm. hawezi kuja yeye mwenyewe Eh, akaja Yesu akashuka, sasa akasema mimi ni Yesu, nione sasa nakuponya, hapana. Anatumia watumishi wake kama hivi yeah, ambavyo anamtumia mtumishi wa Mungu Mungu. Ndio maana akitamka akos, akisema funguka unafunguka, akisema sasa ulikuwa unaweza kutembea, simama anza mm -hmm. kutembea unatembea. Yes. una uvimbe uvimbe uvimbe toka, so, uvimbe unatoka, natoka. So Yesu yupo ndani ya Apostle BBM na tunaona anaendelea kuponya watu kwa jina la Yesu. Yes. Na yeye ndiye somba somba, anaendelea kusomba nguvu za giza. Mm -hmm. Anasomba wachawi wanaokuonea, mm -hmm. Watasomba hata usiku leo kwenye operation kwa familia, si ndio? Na uzuri anawapa nafasi ya pili. <laughs> Anaambia kwamba wewe una, una, una haribu maisha ya watu sasa umeshajulikana, mm -hmm. E, cha kufanya tu anakupa nafasi ya kuweza kutubu. Yes. Yaani mganga kama ni mchawi umekuwa ukicheza na maisha ya watu mm -hmm. kupitia upako huu Rise and Shine, sasa ukikaa vibaya mambo yatakuwa sio mazuri. Sasa hakikisha unatubu na kurudi kwa Yesu Kristo ni nafasi nzuri kabisa hiyo na wewe mwinjilisti uweze kuhubiri ama kufanya mazuri ambayo e, wengine wamekuwa wakiyafanya na sio hayo ya laana ambayo unayafanya wakati huu. Kwa kifupi mkimbilia Yesu, mkimbilia Yesu, maana yake hiyo laana ya itakutoka kwa sababu vingine hivyo ndio kama ambavyo mtumishi Mungu anatoa maelekezo na tukisema kinakuwa vile, vile. Ndio ehe, so tunasonga mbele na moja kwa moja ni matendo makuu ya Mungu, kumbuka mm -hmm. Arise and Shine Tanzania, Facebook, Instagram na YouTube do ambayo mitandao kwa moja kumoja, lakini pia kwenye radio uh, tuna radio nyingi sana watu ambao mm -hmm, wana, wanajiunga nasi kwenye mikoa mbalimbali wakiwa wanapata baraka, lakini kuna yule yeah, ambaye sema sasa mi hapa Mbeya, lakini natazama kwenye kwenyeyb mm -hmm. nawezaje kumpata mtume kwenye decoders? Okay, yeah, kama mtumishi wa Mungu kupitia TV, eh, kwa maana ya Mtumishi wa Mungu anapatikana ama visimbuzi ambapo mtumishi wa Mungu anapatikana, basi pale Azam andika, uh, tu, uh, tafuta tu channel namba 469 moja mm. kwa moja utapata kuona live kinachoendelea. Lakini kama unatumia sasa Star Times, basi channel namba 117 kama unatumia antena mm. lakini kama unatumia dishi basi ni channel namba 198 moja kwa moja utapata kuona Uh, kile kinachoendelea na uta nani, utakuwa tena hutumii simu sasa, kwa sababu tayari umeshafahamu na TV ipo hapa Tanzania. Kwa hiyo hmm. ukiamua kutumia bando ni wewe, labda uko safarini uko njiani yes, lakini ukiwa nyumbani tumia tu TV, utaona vizuri kabisa kile ambacho kinaendelea, yes na kwa baraka kwelikweli, moja kwa moja tuanze kuangazia shuhuda za yale ambayo yametufikia moja kwa moja, matendo makuu ya Mungu ambayo Mungu anayatenda, na hey. hata leo mm -hmm. atatenda vile vile. Twende na shuda kutoka madhabahuni. Sasa, Rampegeza ulishawahi hmm. kuwaza kwamba mtu uh, kukosa usingizi napo ni ugonjwa eh? Yes of course, kwa sababu kama anakosa usingizi maana yake ndio maana Mungu alikuwa ameweka kwamba lazima kula mchana na usiku. Yes, alisema kuwe mchana na usiku. Na iwe usiku. Mm -hmm. Sasa, hao familia hii nakwambia, wao usiku hakuna usingizi kabisa wanakesha, lakini mchana wao ndo wanalala. Wakati wa kufanya kazi wao ndo wanalala. Wakati Mungu alitenganisha nuru na giza. Mm -hmm. Wao wana kwenye mchana ndio ndio wanalala, usiku e, wanakesha. Sasa usiku huwezi kufanya chochote, yani unakesha tu, wanakaba kwenye mativi kwenye nini, yani hawawezi, huwezi kufanya hata shughuli yoyote. Sasa ilikuwa ni changamoto na huyu ametokea nje ya nchi kidogo, msikosee Burundi ama Kongo. mm -hmm. na anasema uh, ni kwa miezi kumi ilikuwa hiyo changamoto imeenda, mm -hmm. karibia mwaka mzima, ya familia yake, sio yeye peke yake, wote nafam... <laughs> kwa hiyo anakaa ndani nyumba, hata mwingine hata mgeni akija tena na mesa spirit eh, na halali <laughs> lakini, baada ya upako wameweza kulala sasa. Twende kutoka msikimo moja kwa moja akizungumza madhabahu. Bwana Yesu asifiwe, kanisa. Bwana Yesu asifiwe tena. Niko hapa kwa ajili ya shukrani. Mungu kanitendea makuu na miujiza. Mungu amekutendea nini? Mungu amenitendea kitu kikubwa baba. Ndio niko na miezi kumi nilikuwa silali mimi na familia yangu, usingizi mlali. hatulali kabisa. Aha. mchana tunalala usiku tunakaa macho eh. Lakini kuna siku tulijaliwa kuamka asubuhi, mimi naishi Burundi, naitwa Salma Wimana, ndio tukafungua TV tukakuta chaneli mpya Rise and shine Dio. Watoto wakanambia mama, kuna chani ile mpya. Nikasema weka tuone, naona gawa wanafanya miujiza, sijui kama na sisi tutafikiriwa eh. tuka... Aha <laughs> bas, tukawasha. Tulipowasha kwa sababu si ni Waislamu, tukaa eh, kwenye TV. Nikaambia watoto, ndio nikaambia watoto leo sitaki munivuruge hata kitu kimoja eh. Nataka nifate nione kama inakuwa gawa ya bongo au ya kweli niangalie kama vya uongo au vya kweli. Ndiyo, baba tena utanisamie kwa hili eh. Basi nikasema leo msiniite mniache na kunywa chai hapa hapa, nafata mwanzo mpaka mwisho. Ilikuwa Jumapili siku uliombea maji ya kwenda mikoani, ndio ibada ilianza ikafata mpaka ulivyoombea maji. Nikamwambia eh. mlete maji mkikombe, wakaleta nikatia hapo kwenye TV. Ulivokuwa unaomba na mi naweka yale maji kwenye TV. Aha. Naweka. Ulivyomaliza kuomba nikasema tuone leo kama kweli watu aba, hawana aba, bongo hey. Nikashika yale maji nikakunywa, watoto wangu wakanywa, nikamwagia chumbani, barazani, pote pote nikamwaga, nikasema hey, sisi hatulalagi usiku hapa, lakini leo tutaona. Mlikuwa mlali miaka mingapi? Miezi, mwezi kumi sasa baba. Ae. Tukitaka kulala usiku tunahama tunaenda kulala kwa majirani ili mlale usingizi yeah. Basi nikachukua yale maji nikamwaga, nikakaa. Ulipoombea mafuta, nikaleta mafuta yangu ya kujipaka nikaweka. Ae. Wakasema, mama, sio hayo. Nikasema mimi natia hivi hivi vyetu. Wakasema sio hayo eh. Nikasema mimi natia hivi hivi, tuone kweli huyo maji yetu na mafuta ya kweli hiyo baba. Na watoto wakaleta mafuta yao wakaweka hapo. Nikasema mimi mwa hii nyumba hatuna hata a wala b, lakini tutaona leo. Ulivyomaliza kanisa, ikaisha ibada basi Kalala usiku nikasema vile, nikamwaga maji ndio nikamwaga, ulivyomaliza kuombea maji ya mikoani na mimi nilimwaga ndani na tukanywa na watoto eh. Nikasema leo usiku hatuendi popote, hatuokopi tunataka tuone kweli huyu Yesu anafanya nini, ni mkweli. Aha. tulilala hatukujielewa, mkalala mpaka asubuhi baba. <laughs> pigia Yesu makopo mpaka asubuhi ndiyo baba aye. Yani, ni muujiza mkubwa sana. Mimi niko mtu mdogo sana nina miaka thelathini na nane, lakini ujumba ulishindikana. Baada ya miaka kumi ikawa mambo mengi tu. Sasa unajua tena ukiwa uko hauna bwana, alafu uko na watoto, na unapata shida kama hiyo ndani, tunakuaga na imani. Unajua mwanaume njo analinda nyumba. Sasa uko, we peke sasa, na uko una, kupambana aunisa kupambana naye Nilikuwa na mambo mengi najaribu kufanya juu tu. Mnaenda kulala kwa jirani, kwa jirani baba. Ili mpate usingizi. <laughs> Ndiyo. Yesu ni mtenda miujiza. Jesus is a miracle. Alikuja kukusaidia. He came to help you. Njoo hapa. Njoo hapa, baba. Yuko Burundi. Upako hauna umbali. Popote ulipo upako utakushaidia kwa jina la Yesu. Umbali sio problem. Distance is not a tatizo. Unao furaha sasa? Ndio. Kaamua kuja huku jiulize, nimekujaje sasa? Uh -huh. Kwa sababu nilinunua gari nilivyotembeza siku ya kwanza, mkono ukapoza na mguu yuka. Ilikuwa vizuri nikanunua gari, nafanya biashara ni hivyo tena, siku ya kwanza mkono ukapoza na mguu mgu, mpaka leo hivi na hivi gari alifanyi kazi na lilipia kabisa, gari imebaki ime na ka tu. Yaani watu wanatamani kufanya maendeleo, wengine hawataki waendelee. Sasa kila atakaye kuloga atajiroga mwenyewe, kila atakaye kulani atakao mjilani mwenyewe wewe we utafanikiwa cars kila mahali, na wanaanzia hao waliocheza na huyu kule waliko, wamelogwa wenyewe, wameanguka wenyewe, na utaendesha gari yako, na utaendelea na mafanikio yako. Mguu ulikuwa umepoza vipi? Mguu ulivimba wenyewe, ukaanza ufanyi kazi, nikitembea muda mrefu naumia sana, sasa hivi ulivovimba na shangaa siku zote toka nilikuja na toka Burundi, niko nakuja niko, sawa mkono tundo ulikuwa bado. Ile nilisemaga mie ndafika hiyo fasi kwa sababu tumesinzia, ngoja ni tumesinzia, tumesinzia baba, hadi asubuhi singe toka nyumbani nikaacha watoto, lakini na unajua kusinzia mana yake tumelala. Nataka wengine sana mesinzia, ukisema kusinzia mana yake umefunika macho tu. Kusinzia mana yake amelala mpaka asubuhi Abutumelalio kwa, kwa sababu tumelala. Tumelala inaonekana huko, vitu vyote vitaishi. Nikauza nguo zangu hizi nguo, na nimesema nitakuletea siku moja zawadi hizi za kutoka huko Senegal. Eh, nikauza moja ni, niko vizuri, nimeuza milioni moja na laki tatu, nikasema e. Mi nataka pesa yoyote nipatie shilingi za kwenda Tanzania e. Nikauza nguo mbili ndio nikapata tiketi nikaja ndio naomba mafuta. Lete mkono wako. Haya, weka chini, toa viatu vyako. Mighty name of Jesus, kila nyoka. Nyoka, kila mchawi umeharibiwa, Jesus Amen. Simama, stand, nenda ukaendeshe gari yako, nenda ukaendesha magari, nenda ukafanikiwe, nenda Naam. Mtazamaji, umeweza kuona jinsi ambavyo Eh, na msikilizaji weweza yeah. kuona jinsi ambavyo dada amefunguliwa. Sasa unaweza ukashangaa na anasema pale ametuambia kwamba alikuwa ki, akiwa kienda kwa jirani wanalala. Maana yake hiyo <laughs> kuna mradi alikuwa mule ndani. <laughs> Nyumba ilikuwa na mauzauza. Nyumba usikute nyumba ni classic nzuri yes. lakini na mauzauza. Huyu ah mm -hmm. Uh, kama ambavyo amesema, akienda mm -hmm. kwa jirani na lala. Maana yake hata wewe ukienda pale mgeni, sio wewe na lakini. Wewe unaweza ukaenda eh, e, so. pale, mm. mauzauza yakaisha. Nazungumzia mwingine sasa, kaenda uh, yaani hana imani, hajui nini yes. cha kufanya hajui pa akikaa, ha hata lala sasa sana. So yule mtu ambaye yupo kwenye yu nyumba fulani, ile nyumba ime mm -hmm. imenuniwa, wametamka wana hiyo kwamba kila atakayeingia mm -hmm. huko ndani mm -hmm. marufuku kuolewa yes. na kweli ukikosa tu, na wewe tayari unabeba ile hamna kuolewa, ile spirit tayari, ile nyumba inakuwa na mauzauza, ina, ina haijakombolewa. Ndio maana mtume ameanzisha kipindi kinaitwa operation kukomboa familia ambayo ndio kinafuata na kukomboa nyumba za watu kwa mm hiyo -hmm. Nyumba ya huyu uh, mwana mama imeweza kukombolewa. Kwa hiyo yeye amelala na familia yake imelala ime, wote wamelala na anasemaje mm. -hmm. Yeye alitumia tu mafuta yake ya kujipaka anasema, wakati wao wanasema wanyonywa mafuta wao mm -hmm. hawana mafuta wakasema, ha wacha tutumie vya kwetu mm. -hmm. Ha, imani imani kwa hiyo ametumia mafuta yao wanyonywa wame mafuta wame, wameweza kupokea upako na mtu ambaye fanya hivyo ni ngumu sana kumwambia chochote kwamba si pale ya Arise and Shine ile haifai, atakwambia wewe, mm. unaongea nini? Kwa sababu yeye ameshaona kwake mwenyewe ametumia ya nyumbani tayari, mambo yametokea. Yes, na sio hicho tu amefunguliwa vingine vingi. Kwa hiyo mm. ni mambo ambayo anafanyia katika madhabahu. Mm. Tunaendelea na shahuda hizi za madhabahu ni basi moja kwa moja hapo Rambegeze. Naam. Tunaendelea na kile ambacho Mungu anaendelea kutenda. Kuna huyu hapa ambaye anasema yeye eh, paka ilikuwa inamsumbua nyumbani. Anasema ni nyumba ambayo yuko yeye eh, pamoja na paka, paka, paka moja mapaka mengi. Paka moja. Anasema paka ni paka, paka, paka, paka, paka ni mapaka eh. Baba eh, sometimes. <laughs> Kwa ni paka mmoja yeye ndiye alikuwa anamsumbua. Yes, na anasema okay, ilipelekea mahali mpaka wapangaji wakataka kuhama nyumba, kwa sababu ya paka yeye mmoja. Eh, anasema alikuwa analia kama mtoto eh, mm, nyumbani pale. Kwa hiyo wale wapangaji wakawa wanapata shida sababu ni muda mrefu mm, wakataka kuhama nyumba. Lakini yeye akasema hapana, ngoja mm, nitumie upako mm, wa madhabahu uko uangaze. Baada ya kutumia hamna mpangaji aliye hama, na yule paka amemkuta amekufa, mambo yamekuwa sawa sawa. Okay. Tumtazame moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina na anaitwa Esther anatokea mkoa wa Geita. Yes. Nimekuja kumshuhudia Mungu kwa matendo makubwa aliyomtendea. Mungu amekutendea nini? Mimi nilikuwa na wapangaji nyumbani kwangu eh, kulikuwa na paka analia kama mtu kama mtu ndio, na wapangaji na paka linalia kama mtu ndiyo. uh -huh. Nyumbani kwangu akawa anapiga kelele mpaka wapangaji akataka kuhama nyumbani kwangu uh -huh. baada ya kuhudhuria kongamano la Geita. ulikuja Geita pale? Ndiyo. uh -huh. Nikachukua ule udongo lawasha taa kila mkoa ndio. Eh, uh -huh. Nikachukua ule udongo, nikachukua na maji na mafuta uh -huh. Nikaenda nikamwaga nyumbani kwangu uh -huh. Nje ndani, mpaka juu ya bati uh -huh. Yule paka alikufa. Alikufaji? Ndio huyo ndio nilimwaga ule udongo na maji. Ulimwaga udongo na maji? Ndio. Mlikamkuta amekufa Ma amekufa Nyuma... Ni... Nyubat, bila kupigwa na mtu bila kupigwa na mtu, yuko vizuri, hana kovu lolote. Wapangaji walitaka kuhama nyumba, ndio mpaka leo nina kwa sababu linalia kama mtoto. Ndio baada ya kumwaga maji upaka usiku, asubuhi mkakuta limekufa, amekufa dirishani, dirishani mm, dirishani nani la, la mpangaji wangu. Pigia Yesu makofi <tot> kinachotaka kuchulia vitu vyako vibavyo vibaya hey, kitakufa chenyewe. Anayekuchulia anajichulia mwenyewe. Nini kimetokea sasa? Ardhi yako imepona. Njoo. Una mtoto? mtoto mmoja. Unataka mwingine? Nataka wawili. Wawili. Wa kiume na wa Wa wa kike. kike. na huyo mmoja ana miaka mingapi? Ana miaka 28. 28? Ana. Huyu ni uonevu. Hii inaitwa roho ya uonevu. This is a spirit of oppression. You're oppressed. Sema Amen. Say Amen. Kama watu wanaweza kuzuia mtoto usizae. If people can stop it for, for 20 something years. Kama anaweza kuzuia usizae mtoto na unakutana na mume wako, lakini auzae. Vipi kuhusu biashara yako? Vipi kuhusu kazi yako? Vipi kuhusu cheo chako? Leo kila kinachokuzuia kinaanguka. Nyosha mikono juu. Vizuizi vyote vimeondolewa na uonevu uliofanyika umeharibiwa. Mwakani majina kabla haya, utazaa watoto mapacha wawili, moja wa kiume, moja wa kike. Imeisha. Naam. Uh, ni baraka hiyo rambegezi ambavyo mama me, amefanyiwa pale na hmm, ametamkiwa na mtumishi wa Mungu kwamba mwakani majira kabla ya haya atakao amepata mtoto pengine ni changamoto nao ambayo ilikuwa na anamsumbua. Unaona sasa uzuri wa kushuhudia ama kumshukuru Mungu. Alikuwa anatoa yeah, shukrani zake kwa Mungu kwa kile ambacho Mungu amemtendea. Eh, lakini baada ya hapo sasa nyumba imefunguliwa, wapangaji hawahami tena, lakini pia kapata eh, na baraka nyingine ambayo mtumishi wa Mungu amemtamkia pale, lazima yes, apate mtoto. Mm. Ndio maana tunasema kushukuru ni muhimu mm -hmm. Yaani usiwe mtu wa manunguniko tu, kwamba ulikuwa umetaka kitu fulani basi umekikosa, unanunguniko unanungunika. Ndio maana tunashukuru Mungu. kuna ujumbe huwa anawaachilia mm -hmm. Anasema katika mafundisho yake huwa anapenda kufundisha sana imani, anakuambia acha kulia, anza, anza kuamini yes <laughs> yani, acha kunungunika yani, kwamba huwezi kukosa jambo la kumshukuru nani, mm -hmm. Mungu, kwamba kwamba wewe unaotuma na manunguniko ndio nafaa kumpelekea Mungu, kwamba ujaona ujeona chema chukutendea, shukurani, e, inakufanya utendewe na na Mungu mengine na wengine zaidi. Kwa sababu gani rambe? mm. Mimi nazungumza hivyo, maana yake kuishi tu mm. kulala ukaamka mzima ni jambo moja kubwa sana la kumshukuru Mungu. Kuweza kutoa sauti kama hivi kuzungumza mm. ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo huna sababu ya kulalamika, hakuna sababu ya kulalamika ama una mimi sina cha kumshukuru Mungu, mimi sijatendewa. Hujatendewa vipi? Wakati una survive, unayetembea, kila kitu chako kiko sawa, hauna mgonjwa nyumbani, wewe mwenyewe sio mgonjwa. Ndio maana mtume anasema acha kulea, anza kuamini. Sasa unaanza kuamini. Mambo yanatendeka. Sababu shukurani na kwenda simama na imani. Imani ya. Yeah. Unapoanza kuamini na kushukuru tayari mambo yana yanatendeka. Yana, yana sawa yes. Sawa. Naam, hizo ni shuhuda kutoka katika madhabahu na kuangaza na muda wetu unakwenda sana. Kumbuka saa tatu kamili mtusho Mungu atakuwa live. Mm -hmm. Operesheni kombo wa familia. Tumeangazia shuhuda za watu wa wametendwa kwenye madhabahu. Na. Na pale madhabahu yale ina nguvu sana. Sana sana. Sababu watu wanaenda pale. Wanaokuja Rise and Shine. Popote ambapo mtume yupo. Wanakwenda wakiwa dhaifu wanarudi wakiwa wana nguvu, wana nguvu. Wanakwenda wakiwa dhaifu kiuchumi, kiroho, kiimani, mm-hmm. wanarudi wa uh, wako mm -hmm. strong mm. ni wa <laughs> kwa hiyo usiache kufika Arise and Shine, kuna muujiza wako, kwa sababu umesikia shuhuda watu wametendewa. Wengine wanasikia kama hivi akasema, mm, hivi niende nisiende, niende, mbona kama wametendewa kweli, niende au <laughs> nisiende Nah, we, we, sasa we, we tu unajichelewesha, we tu kwambie tu nenda, yaani mm, njoo ufika madhabahu kwa uangazi. Lakini pia usiache kufuatilia uh, vipindi eh, kama Operation Kombo Family, kwa sababu mtumishi wa Mungu atakuwa hapa na mambo mbalimbali yatakwenda kutendeka. Miujiza yako utakwenda kuiona hapa hapa katika studio zetu za Arise and Shine TV. Mtumishi wa Mungu atakuwa hapa, kwa hiyo jiandae. Katika hivi basi, mm, tambegeze shughuli zetu za WhatsApp. WhatsApp ziko nyingi kweli kweli, na hata kwenye Nafikiri hiyo pia nitaangalia lakini acha kwanza tuanze kuongezea na hii. Okay, Kwa zile kwa sababu tuna namba tofauti tofauti za za shuhuda kama okay, unaweza kuona. Lakini hebu tuanze na huyu anasema naitwa Irene. Anapatikana mkoa wa Arusha. Nasema namshukuru sana Mungu kwa madhabahu yenu kaangaze. Mchana okay, wa leo. Mchana wa leo amemkuta panya huyu ndani kwake. Amemkuta panya ndani mm -hmm. kwake. E, mchana. Ehe, mchana. Anasema akamwagia maji ya siku saba akafa hapo hapo. Anamshukuru sana Mungu wa Arise and Shine. Mungu akujalie afya njema mtume. mm -hmm. Panya huyo hapo anasema alimkuta ndani akamwagia tu maji ya siku saba, mm -hmm. akafa hapo hapo, wala hajapigwa bila sumu. Ehe. Na kuna <laughs> unajua panya wanaokufa kuna moja lisa sana M mm -hmm. alikuwa ni mzee akasema, bwana, nilikuwa natega mitego yote, yaani natega mtego huu, panya hawafi. Nikiweka sumu wanakula, ila hawafi <laughs> <laughs> Umeelewa? Wanakula ile sumu yako, wanakufa hawafi. Eh, yana metega si unajua, anza kaeka chamba kaeka labda samaki mm -hmm. ili wale. Wa, sasa wanakula akini, lakini hawafi. Wanaendelea kuvuruga tu ndani kama kawaida. E. Chuchu, eh, lakini baada ya upako ndio wakafa sasa. Kwa hiyo mambo ni mengi, kuna vitu vingine havifi uh, kwenye mazingira ya kawaida kwa sababu mm. viko kwenye kwenye, kwenye ulimwengu wa wa roho wa giza yes. Sasa bila kufata haya ambayo mtumishi wa Mungu anaelekeza mm. pengine huyu angeona huyu pale, angeona angeona pale tu wa kawaida mm. Na kwa sababu tayari ana mafundisho akasema, a, a, kama ni wa kawaida ata survive kawaida, lakini kama sio wa kawaida atakufa, na kweli baada ya kumwagia maji mm. ya siku saba akafa hapo. Ndio maana operation ikomboa familia inajumuisha mambo mengi sana Mtuisho Mungu anasema hata gari lako ni familia yako, kwa lazima likombolewe, so mm -hmm. Anapotoa maelekezo mwaga maji, mwaga mafuta, unaenda a mwaga kila mahali, kila eneo, unapomwaga vile mm -hmm. manake kuna vitu hata kama vilikuwa vimejificha popote, vinaweka hadharani. Na vingine vinakufa, si ndio? Alimkumbuka nimerukuka nimegeze. Mhm. <laughs> Mhm. <Hey. laughs> kuna mmoja kutoka Bukoba yule, anasema hey. gari yake ilikufa kufa gearbox. Aha. Alikuwa anakuja Dar es Salaam kutafuta gearbox, lakini alipokuja da, <laughs> hakwenda tena kwenye gearbox, akachukua mafuta na maji hapo pako kurudi Bwana Bukoba, hmm. e, kumwaga uh, maji na mafuta hapo pako ni ile gari. Gari hmm. kaanza kuwaka yenyewe na iko nzima mpaka sasa hivi. Unaweza kuona hmm, kumbe hata vitu kama hivyo vinaweza vikapigwa na movu. Kabisa kabisa. Na, kusubabu, na kwa sababu Shetani anafahamu kwamba tukipiga kwa mfano gari, hmm. ndio anatumia kus usafiri. Kwa hiyo utaanza kugharamia ile Hey. Maraka tayari ushashushwa kiuchumi. So pesa yako inaisha nini? Ili kuifanya kitu kingine inakwenda tena kwenye gari. Yes, kama umepigwa kwenye mazao, hmm. unalima lakini unapata mazao kidogo, tayari umesha kushushwa, umetumia gharama lakini unapata kidogo. Kama ni biashara umeweka mtaji mkubwa, hmm. lakini pesa unaopata ni ndogo sana. Mm hmm. Haiendani na mtaji ulioweka, maana hujapata wateja. So, kabisa. Muhimu sana kufuata uh, operation kumbwa familia. Naam. Tumangalie mwingine huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaitwa Mama Pat kutoka Mwanza. Eh, huyu yuko Mwanza. Tulienda Mwanza eh. Ndio. Mwanza wana raha sana. Tumeenda mtumishi wa Mungu ameenda pale mara nyingi. Mara nyingi. Eh yeah. eh. Sasa anasema leo alikuwa nafa, anafuatilia eh, nafikiri shuhuda sasa imetumwa sio leo. Hii haijaingia sasa hivi. Ndio. okay. Eh, yeye anasema alikuwa anafuatilia komboa familia usiku. Mm -hmm. Mtume aliposema tumwage maji ndani, wakati na mwaga maji uh, nilifungua mlango nikamwaga nje, akaona nyoka mlangoni amekufa. mm -hmm. E, ame, amekufa mwenyewe bila kupigwa na mtu nyoka, nyoka. Yes, alimkuta nyoka mlangoni amepigwa bila kupigwa na mtu nyoka yule pale. Amepigwa ama amekufa bila kupigwa? Amekufa bila kupigwa. Na tunaona kweli pale hakuna alama yoyote. Yes, na mm -hmm. Yeah, naonekana hajapigwa popote. Nyoka huwa anapigwa kichwani, si ndio? Lakini pale kichwa kiko vizuri kabisa na, na, na, na mwili wake uko vizuri kabisa kwa maana hiyo nyoka uh, hajapigwa, amekufa kipigo cha upako, si ndio? Yes, na amekufa kipigo cha upako, upako hicho. <laughs> Na unajua hicho <laughs> kipigo ni ki, ni hatari. Nakipenda sana hicho. Yeah. Unashangaa tu vitu vinakufa vyenyewe, huna haja ya kuhangaika. Yes, kwa mfano, mtu mm -hmm. Lightness yupo amejenga nyumba. Ndio. Lakini kwenye ile nyumba kama yule tumesikia pale mwanzo. Halali ndani, sio? Mhm. Yaani nyumba ni ya kwake. Ndio. Halali. Lakini akitaka ili halali usingizi na lazima aende kwa jirani. Ndio. Kwa anaacha kitanda chake kizuri ndani, anaacha kila kitu kizuri anakwenda kulala kwa jirani. Kwa jirani. Imagine. Na usingizi ndio unakuja. Kila mara pale kwake kwenye nyumba nzuri usingizi hamna. Maana yake hapo kuna kitu kimefanyika, ili kuwatesa. Tunajua, acha ndio maana anaambiwa spirit ya wivu ni ya kichawi kwa sababu ni nyumba tu anaona wivu, kwa sababu mjenga, sio mjenga. Sasa hautalala. Au familia pengine ina amani tu, mke na mume na watoto, basi ngoja tu wakomeshe hawa mm. Lakini sasa rambegeze hapo, mtu utatafutaje hicho kitu kilichowekwa kwa ajili ya kuharibu? Wangekitafuta mpaka lini? Mpaka wajua kiona na kwanza, okay, unatafuta huwezi kukipata. mm -hmm. Lakini namba 2 utashtaki kwa nani? Hamna. Kama jamani, nyumba yangu amenifanyia hivi na hivi <laughs> utaenda polisi, utakwambia wewe, mama unaongea no nini bwana? Atakuelewa? akili yako haiko sawa sawa. mhm mm mhm mm Lakini ashukurie Mungu ambaye alimleta mtumishi wa Mungu duniani mtume Boniface Mposa Blosa ambaye Yesu yupo ndani yake, na uh, tunaona udhihirisho unaonekana kwa sababu vitu kama hivi anaachiliwa pako studio na watu kwenye nyumba zao nyumba zao zinakombolewa, hakika hmm. ni mkono wa Mungu na muda huyo, tumekwenda sana, ningetamani kupitia na shuhuda za hapa, lakini tutaendelea kuzipitia kwa sababu ni nyingi, na mtumishi wa no. Mungu pia uzuri ni kwamba anaingia hapa dakika chache kwa atazipitia. Kabisa, kabisa. Hizo shuhuda na itakuwa baraka sana, lakini wakati huu muhimu, mm. tukawafahamisha tuka watu nini ambacho kinachofuata wakati huu, yeah, kinachofuata wakati huu na anapasa kufanya nini. Kinachofuata wakati huu ni kipindi cha Operation Komboa Familia mm. lakini pia hakikisha unaandaa maji pamoja na mafuta, lakini pia hakikisha unafata maelekezo ambayo mtumishi wa Mungu atayaelekeza hapa hapa kwenye kipindi cha Operation Komboa Familia. Na ni kutakia utazamaji mwema wa kipindi cha Operation Komboa familia. Amen.